Ni kwa wakati mwingine tena, ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Mwenyezi Mungu ameturuzuku uhai, tunakutana hapa katika chaneli yetu hii pendwa kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhabarishana habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani, lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Karibu tuungane sote kwenye habari hii kufuatia kauli mbiu na msimamo mkali wa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, tundu Antipasilisu ya no reforms no election, mambo yanazidi kuwa si mambo, ambapo itakumbukwa kwamba siku ya tarehe nne mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa 2025 katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi CCM Amos Makala alijitokeza hadharani na kuwalipua vikali Chadema na kaulimbiu yao ya no reforms no election hasa mwenyekiti wao Tundu Antipas Lissu. Lakini mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu inaonekana anazidi kusimika misimamo yake kuhusu no reforms, no election, kitendo ambacho kinaweza kutafsiriwa kama majibu tosha kwa chama cha mapinduzi na viongozi wake kuhusu jinsi ambavyo wamekuwa wakimzodoa na no reforms yake, nataka ni kuoneshe majibizano makali kati ya mwenyekiti wa chama cha Chadema Tundu Antipas Lissu na Amos Makalla, katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha Mapinduzi CCM, kuhusu no reforms no election. Lakini kwanza, hebu nikukumbushe yafuatayo. Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipasilisu alisema lugha inayotumia chama hicho ya no reforms no election, yaani hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi, imekuwa kali kwa sababu wanataka mfumo wa sasa wa uchaguzi ufanyiwe mabadiliko kwa madai siyo rafiki kwa upinzani. Lisu alieleza hayo siku ya Jumapili Machi 2 mwaka huu wa 2025 akizidi kukazia kauli mbiu yao ya no reforms, no election wakati akizungumza kwenye kikao baina ya viongozi wakuu wa Chadema na wajumbe wa jukwaa la Wahariri Tanzania TEF kilichofanyika makao makuu ya chama hicho Mikocheni, jijini Dar es Salaam. Kikao hicho kililenga kupata tafsiri sahihi ya kampeni ya Chadema ya no reforms, no election, ikishinikiza serikali ifanye maboresho ya mfumo wa uchaguzi kabla ya kuingia uchaguzi mkuu Oktoba mwaka wa 2025. Alisema kampeni hiyo ilipitishwa na kikao cha kamati kuu cha Disemba 2 mpaka 3 mwaka wa 2024 chini ya uwenyekiti wa Freeman Mboe na kuungwa mkono na mkutano mkuu wa Januari 21 mwaka huu wa 2025 ambao nao uliongozwa na Mboe. Mkutano mkuu huo ndio ulimchagua Lissu kuwa mwenyekiti wa kura 513 dhidi ya kura 482 alizopata Mbowe ambaye alikiongoza chama hicho kwa miaka 21. Katika mkutano huo na wahariri, Lissu alisema kwamba kwa nyakati tofauti tume zilizoundwa na marais wastaafu ikiwemo ya Jaji Francis Nyalali na Jaji Joseph Sinde Warioba ilipendekeza kuwepo kwa mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Alisisitiza Chadema haijasema itasusia uchaguzi, bali itazuia uchaguzi. Hatuja eh, hatujarembaremba hapo, tutawaalika Watanzania kuungana nasi kupinga mabadiliko hayo. Hivi karibuni viongozi waandamizi wa chama cha mapinduzi CCM akiwemo, akiwemo makamu mwenyekiti bara Stepheni Wasira alisema uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu wa 2025 utafanyika kama ulivyopangwa na wala hakuna chombo chochote cha serikali kinachoweza kukwamisha. Mwanasiasa huyo alisema wanaosema pasipo mabadiliko ha, e, haufanyiki wanaota ndoto ya mchana huku E, akiwaomba Watanzania kuendelea kujiandaa na uchaguzi huo. Wasira, aliele, e, Wasira alieleza hayo Februari 11 mwaka huu wa 2025 katika mkutano wa hadhara uliofanyika uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza akisema licha ya msimamo wao huo wa Chadema uchaguzi utafanyika baada ya tume huru ya uchaguzi kutangaza tarehe kama ilivyopewa mamlaka na katiba ya nchi sisi ni wadau wa uchaguzi. Kazi yetu ni kuitumia dola kuleta mabadiliko ya watu. Kwa hiyo hatuwezi kuambiwa hakuna uchaguzi. Wao kama wanataka kuingia kwenye uchaguzi bahati mbaya e, wao kama wanataka kuingia kwenye uchaguzi bahati mbaya, sisi tunawakaribisha, maana uwezo wa kuwashinda tunao. E, wanatusingizia CCM wanaiba, tunaiba nini? Sasa mimi nataka kuwaambia hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuahirisha uchaguzi. Hakuna, hakuna chombo chochote kiwe cha kiserikali au cha nani kinachoruhusiwa kuahirisha uchaguzi. Ibara ya 41 sehemu ya nne ya katiba inaipa tume mamlaka ya kutangaza tarehe ya uchaguzi, na wakati utakapofika tume itatangaza tarehe ya uchaguzi, alisema eh, Mzee Wasira. Mbali na Wasira, Rais Samia Suluhu Hassan akiwa ziarani mkoa wa Tanga aliwahamasisha wananchi kuendelea kujitokeza kujiandikisha katika daftari la kudumu la wapiga kura, na wakati ukifika wa kupiga kura wajitokeze kwa wingi. Hivyo ndivyo imekuwa na hayo E, yalitokea siku ya tarehe mbili ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano Sasa basi moja kwa moja hebu tuende tukaangazie kile ambacho Amos Makalla katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi alichokizungumza e, kufuatia no reforms, no election siku ya tarehe nne ya mwezi huu wa tatu na mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano Katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha mapinduzi Amos Makalla, e, alijitokeza hadharani na kusema kuwa iwapo Chadema kitaendelea na msimamo wa kutoshiriki uchaguzi basi, e, kitaondoka kwenye nafasi yake kama chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Akizungumza siku ya Jumanne Machi 4 mwaka huu wa 2025 wakati wa kikao na viongozi wa CCM wa mashina e, kata matawi na mabalozi wa CCM wa wilaya Kinondoni kilichofanyika ukumbi wa, wa Kiramu Mbezi Beach Dar es Salaam. Makalla alieleza kuwa msimamo wa Chadema unazima kabisa matumaini ya wanachama wake waliotegemea kugombea nafasi mbalimbali mbali za uongozi kama watabaki na msimamo wao wa kutoshiriki uchaguzi, ni dhahiri baada ya uchaguzi mkuu Chadema hakitakuwa tena chama kikuu cha upinzani Tanzania, alisema Amos Makalla. Alieleza kuwa kwa kutoshiriki uchaguzi Chadema kitapoteza nafasi zote za uwakilishi, ikiwa ni pamoja na wabunge, madiwani na kutokuwa na mgombea wa urais. Kwa mujibu wa Makala, hatua hii itakifanya Chadema kuwa chama cha kawaida tu bila nguvu yoyote ya kisiasa. Ninawahurumia sana wanachadema waliokuwa na ndoto ya kugombea udiwani, ubunge na viti maalum. Uongozi huu mpya umefifisha kabisa ndoto zao. Chadema kinakwenda kuwa chama cha kawaida, si chama kikuu cha upinzani kwa sababu hawatakuwa na madiwani wa bunge wala mgombea wa urais alisema Amos Makalla. Makalla alisema pia Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chadema Taifa, atabeba lawama za kudhoofisha chama hicho ikiwa kitaendelea kususia uchaguzi. Ndugu yangu Lissu, ninamhurumia. Anaingia katika historia ya kwenda kukiua Chadema. Chadema ki, eh, kilipokuwa kinashiriki uchaguzi kilikuwa kinapata wabunge na madiwani sasa kupitia ndugu yangu, anaweka alama kwamba Chadema inakwenda kufutika na haitakuwa tena chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, alisisitiza Makalla. Kauli ya Makalla inakuja wakati ambapo Chadema kimeendelea kushikilia msimamo wake wa no reforms, no election, kikisisitiza kuwa uchaguzi hauwezi kufanyika bila, eh, bila mabadiliko ya msingi ya sheria za uchaguzi. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaendelea kubishana kuhusu athari za msimamo huu wa ch eh, kwa Chadema na hatima ya siasa za upinzani nchini Tanzania. Kwa upande mwingine, katibu huyo mkuu wa itikadi na uenezi wa chama cha Mapinduzi CPA Amos Makalla aliwataka Watanzania kupuuza madai ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuanza kwamba uchaguzi hautafanyika bila mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi. Akizungumza siku hiyo hiyo ya Jumanne, Machi 4, katika kikao cha viongozi wa CCM wa mashina, kata, matawi na mabalozi wa wilaya ya Kinondoni mkoa wa Dar es Salaam, Amos Makala alisema kuwa Chadema inakosea kuwaambia wafuasi wao wasijiandikishe kwa madai kuwa hakutakuwa na uchaguzi. Chadema wame, wameshawaambia wafuasi wao wasijiandikishe kwa sababu hakutakuwa na uchaguzi. Kwa hiyo wameanza kushindwa kabla, wanajiongezea matatizo kwa kukosa wanachama wao kujiandikisha. Nilimsikia Tundu Antipas Lissu akisema ujiandikishe, iweje? So what? Nikasema shughuli ime, shughuli imeishia hapa hawa wameshakubali kushindwa, alisema Amos Makala. Aliendelea kusisitiza kuwa uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa sheria na katiba na kwamba madai ya Chadema kwamba no reforms, no election ni propaganda zisizo na msingi. Reforms zimeshafanyika na uchaguzi utafanyika. Ninataka niseme ukweli, puuzeni propaganda kwamba eti no reforms, no election. Uchunguzi upo, Chadema hawana mamlaka wala uwezo wa kuzuia E, uchaguzi wanapoteza muda wao na Watanzania. Uchaguzi upo kwa mujibu wa sheria na katiba na hakuna chama chochote kinachoweza kuuzuia, alisisitiza Amos Makalla. Kauli yake hiyo inakuja huku mijadala ikiendelea kuhusu mustakabali wa uchaguzi na msimamo wa vyama vya siasa juu ya mazingira ya kisiasa nchini Tanzania. Lakini pia Amos Makalla alikwenda mbali zaidi na kusema reforms zianzie Chadema, serikalini zime, eh, zimekwisha kufanyika. Akizungumza siku ya Alhamis Machi 6 mwaka huu wa 2025 wakati wa mkutano wa viongozi wa CCM wa mashina, kata, matawi na mabalozi wa wilaya ya Ilala, Makala alisema hao hao wanaosema no no reforms, no election ndani ya chama chao wameshindwa kufanya reforms. Hao akina Tundu and Pasilisu ndio walikuwa wanasema chama chetu kifanyiwe reforms, lakini ameingia kanyamaza kimya. Alikuwa anaongelea juu ya ukomo wa, e, wa mwenyekiti Walisema Mbowe ameoverstay, kwa hiyo wakiingia wafanye reforms. Vikao vya kamati kuu wameshafanya, hatuwasikii. Kauli ya Makalla inakuja wakati ambapo Chadema inaendelea kusisitiza umuhimu wa mabadiliko ya msingi katika mfumo wa uchaguzi kabla ya kushiriki katika chaguzi zijazo. Chama hicho kimeweka wazi msimamo wake wa no reforms, no election, kikisisitiza kuwa bila mabadiliko hayo kitazuia uchaguzi kufanyika. Hata hivyo, eh, Makala alitoa changamoto kwa CHADEMA kutekeleza mabadi, eh, kutekeleza mabadiliko ndani ya chama chao kwanza, ikiwa ni pamoja na suala la ukomo wa uongozi kabla ya kudai mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi wa kitaifa. Hii ndo imekuwa habari ambayo ime